Bwana Yesu asifiwe wa wapendwa, karibuni sana kwa mafundisho yetu ya leo. Bila kupoteza wakati, tutaingia katika kitabu cha Matendo, Matendo mbili mstari wa tatu Acts chapter Sorry, tutaingia Acts chapter 3 verse 1 to 2, Matendo ya mitume verse 3 1 to 2. Nitapata kusoma Inasema hivi Siku moja saa 9 alasiri, Petro na Yohane walikuwa wakienda hekaluni wakati wa sala. Mpaka hapo tunaelewa Petro na Yohane walikuwa wanaenda hekaluni. Hekaluni ni mahali patakatifu, huko ndio walikuwa wanaenda masaa ya saa tisa hekaluni. Nani anaweza niambia hekaluni kunapatikana nini? heka ni mahali pa kuomba na maombi ni ufunguo wa kila kitu. Asante sana kwa jibu nzuri sana Ma, Uh, hekaluni tunapata kuona, hekaluni mahali pa kuomba, hapo ndipo Petro na Yohane walikuwa wanaelekea kufanya sala zao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo walikuwa wanaelekea mahali patakatifu. Wakati huo watu walikuwa wanambeba mtu mmoja kiwete tangu kuzaliwa. Mtu mmoja kiwete tangu kuzaliwa, alikuwa anabebwa akipelekwa pale hekaluni. Watu hao walikuwa wakimweka huyo mtu kila siku kwenye mlango wa hekalu uitwao mlango mzuri. Watu hao walikuwa wakimweka huyo mtu kila siku kwenye mlango wa hekalu uitwao mlango mzuri ili aombe chochote kwa wale waliokuwa wakiingia hekaluni. Wacha tuombe na tuamini. Baba yetu <coughs> Mungu mwema, Mungu mwaminifu, tunakuja mbele zako jioni ya leo Bwana, tazama mahifadha, tumefika wakati wa kupata neno lako. Tunaomba Bwana ukashuke mahali hapa, ukashuke kwa huyu mtazamaji, ukashuke kwa huyu mwenye anasikia sauti yangu Bwana ukaseme na nafsi yake, ukaseme na moyo wake. Hili neno la leo Bwana, wacha ikamjenge, ikamuinue kiimani, ikamrejeshe katika njia zako Bwana. Kuanzia sasa Bwana, ninaomba ukatawale mawazo yangu, ukanitawale mahifadha. Kuanzia sasa, ninapungua ili wewe ukaongezeke, ninapotea ili wewe ukaonekane. Bwana, kumbuka mimi ni chombo dhaifu wewe ndio mtenda kazi mkuu Bwana, nitumie jinsi utakavyo, jinsi wezavyo, hmm. na jinsi upendavyo, kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini, amen amen. uh -huh. So wapendwa, tuko katika kitabu cha Matendo to... tuko katika kitabu cha Matendo 3 1 to 2 mpaka nitasoma, inasema hivi: siku moja saa tisa alasiri, Petro na Yohane walikuwa wakienda hekaluni. Siku moja alasiri siri Petro na Yohane walikuwa wakienda hekaluni wakati wa sala. Wakati huo watu walikuwa wanambeba mtu mmoja kiwete tangu kuzaliwa watu hao walikuwa wakimwekea huyu mtu kila siku kwenye mlango wa hekalu uitwao mlango mzuri, ili aombe chochote kwa wale waliokuwa wakiingia hekaluni. Bwana Yesu asifiwe. Wa kitu cha kwanza tunaona pale kulikuwa na mlango mzuri, mlango mzuri. Hata wewe ukikuwa binti mzuri, ukikuwa mume mzuri, ukikuwa na ndoa mzuri, inamaanisha kila kitu iko sawa, inamaanisha hauna shida yoyote Ukikuwa na kila kitu kizuri inamaanisha umekamilika, uko sawa. Hapa hekaluni tunaona mtu mmoja analetwa hapo akiwa na ulemavu na anawekwa pale mbele ya mlango mzuri. Bwana asifiwe. Huu mlango mzuri, inaonekana shetani alichukua mateka, alishika mateka, akawa anatawala eneo hilo, anatawala katika mlango huo, anafanya mambo yake pale, akiwafumba watu macho Bwana asifiwe, amen. Anapaita mazuri, lakini yale anafanyika si mambo mazuri hapo. Kila siku kuna mtu anabebwa, kwa hivyo kuna watu wameshakuwa slaves wa huyu mtu. Bwana asifiwe, amen. Kwa hivyo hapo kuna slaves ambao kila siku lazima wambebe huyu mtu. Wametwikwa mzigo. Kuna huyu mtu ambaye kila siku anaomba pesa, anaomba watu wamsaidie huyu mtu kwa maisha kila siku. Hakukuwa anafaa kuwe hivyo. Ni shetani alikuwa amechukua usukani pale, ni shetani alikuwa anatawala, alikuwa anaonesha watu kila kitu ni kuzuri, lakini hakukuwa kuzuri. alikuwa anafanya mambo yake, alikuwa amefunga watu wa Mungu macho. Bwana asifiwe, akifanya mambo yake mabaya, akibebesha huu mtu mzigo mzito, ule ulemavu, akimtumia jinsi alivyokuwa nataka. Watu walikuwa wanaona ni mambo ya kawaida. Kuna kitu inaweza kuwa inafanyika kwa maisha yako, unapata umeweka kila kitu kizuri dukani lakini hakuna hata wateja wanakuja pale, lakini ukiangalia duka imejaa, iko na stock imejaa, inaonekana mzuri, imepambwa, iko na mataa, iko na kila kitu. Kila mtu akipita pale anaona vile uko sawa, lakini hauko sawa. Shetani kuna vile ameweka zuia. Bwana asifiwe, ameweka zuia, kama ni pesa haupati, kama ni mambo mazuri haifanyiki pale dukani. Inakuwa ni duka nzuri, lakini ni hasara kila siku inaingiza hasara kila wakati, haina uzuri yoyote, ili hali halikwa uonekano, inaonekana ikiwa mzuri, lakini hakuna kitu mzuri unapata pale. Kwa hivyo, wapendwa, huyu shetani yuko na hiyo tabia, yuko na hiyo, kuna hiyo kitu anafanya. Anakuchukua ukiwa msichana mrembo, anakufanyisha kazi ambazo ni mbovu, anakupeleka kwa ukahaba, anakupeleka kwa ushirikina, anakupeleka kwa masengenyo, anakutumia jinsi yeye mwenyewe anataka lakini ukiwa hapo nje watu wanaona msichana mzuri aliyeungwa na Mungu, msichana mrembo, kijana mtanashati. Bwana asifiwe. Amen. Lakini yale mambo nafanya, yale mambo nafanya haya mpendezi Mungu, yale mambo nafanya ni opposite. Mambo yale unafanya haiendani na mambo ya Mungu kabisa. Ndiyo tunaona hapa mrang, mrango mzuri, kulikuwa kunafaa kuwe na vitu vizuri, kulikuwa kunafaa kuwe na huyu mtu ambaye anatembea mtu ambaye anajiweza, mtu ambaye haombi pesa, mtu ambaye anaweza ingia hekaluni wakati wowote na kumwomba Mungu, lakini amewekwa pale mlangoni, amewekwa pale mlangoni. Huyu shetani alikuwa ameharibu, alikuwa ameharibia jina ya hekalu la Mungu, alikuwa ameichafua. Ebu niambie wewe, ukiwa pale nje uone hekaluni, yani yani shetani, kuna watu wako na shida, watu wako na mashida. Hata kama ni wewe ulikuwa na shida yako, utaingia pale kwa Si utaona utasaidika. Utaona pale hakuna kitu inaweza fanyika, inaweza nisaidia. Sasa shetani alikuwa amechukua huo mkondo. Alikuwa amechukua huyu mtu kuchafua kanisa, kuchafua hekalu. Bwana asifiwe. Shetani alikuwa anajitukuza mwenyewe, alikuwa anajifanyisha kazi zake ili hali amefunga watu wa Mungu macho. Watu wa Mungu wanapita pale kila siku kila wakati. Kila siku kila wakati, wakiingia na wakitoka. Hao wanaona tu huyu mtu anastahili shilingi anastahili kupewa shilingi kumi, anastahili kupewa elfu moja, anastahili kupewa elfu hamsini. Na hizo siku zote hazikumsaidia. Inamaanisha hata hawa watu walikuwa hekaluni, walikuwa kwenye giza, awakukuwa anaweza kuona yale yamefanyika. Macho yao ya tatu haikuwa imefunguliwa, walikuwa wanaona kila kitu kiwa kawaida, ilhali pale mambo iko inaenda sawa. Mpendwa, kwa maisha yako kunaweza kuwa vitu vinaenda vibaya lakini wewe unaona ni sawa. Unaona kukosa wateja ni kawaida, ilhali sio kawaida. Unaona kukosa ndoa ni kawaida, ilhali sio kawaida. Mungu amekuumba uwe na ubavu wako, umefika 40 years, 30 years, hauna ubavu ni kawaida kweli? Mpendwa, mambo mengine sio kawaida. Ndio tunasema when the right time comes I the Lord will make it happen, si kweli? Lakini kweli, kusema ukweli, kusema ukweli wewe uko mzuri, uko mrembo, uko na kila kitu. Wanaume mm -hmm. Wanakuchumbia na wanakuacha. Yeah. Wanakutafuta, wanakuacha. Mm -hmm. Kama uko mzuri sana, mbona usikae kwao? Mbona wasikuchukua wakakupeleka nyumbani? Inamaanisha kuna something wrong. Mm -hmm. There's something wrong. Shetani amekufanya chombo chake. Amekufanya tu wewe uwe mtu wa kutumika. Anakutumia jinsi anataka. Wanaume wanakuja kwako wakikupangia laini. Mhm. Mm. Wanakutumia vile wanataka. Huyo ni shetani amembebesha mzigo. <coughs> Bwana Yesu asifiwe. Hata tunaona kwa mlango mzuri, shetani amembebesha huyu mtu mzigo, amembebesha mzigo wa ulemavu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye anafaa tembee, anafaa awe anafanya kazi yake, anafaa kuwa na mwabudu Mungu usiku na mchana, anafaa kuwa ajabebesha watu mzigo, amewekwa katika mlango mzuri huu, uh -huh. Mlango mzuri, hakuna kitu kizuri kinaonekana uh -huh. Ni omba omba tu yuko pale kwa mlango mzuri, omba omba omba, yes. Kwa mlango mzuri, mlango mzuri, mlango mzuri inafaa ikuwe na matajiri, si mtu omba omba. Bwana Yesu asifiwe, amen. Mlango mzuri inafaa kuwa na watu wanaojiweza, sio watu wanabebwa, sio watu wana wanahurumiwa, sio watu wanaonekana yes, maskini. Mlango mzuri inafaa ikuwe na kila kitu kizuri, kila kitu ambayo inaonekana vizuri, kila kitu kizuri, kila kitu ambaye Mungu aliumba mzuri, vitu vizuri, vitu vinang'aa, vitu vinafurahisha Bwana asifiwe, lakini tunaona mambo ni opposite, wanaleta ulemavu kwa katika mlango mzuri Amen. Ulemavu, ulemavu, wanavunja watu moyo. Bwana asifiwe, wanavunja watu moyo, wanafanya watu wanakosa tumaini, wanafanya watu wanakosa kumwamini Mungu pale mlangoni mzuri Amen. Kwa maana hawa watu walikuwa wanaona hiyo ni mambo ya kawaida, walikuwa wanaona huo mtu anastahili tu kupewa pesa Amen awaku anajua huyo mtu akukuwa anafaa pewe pesa mm huyu -hmm. mtu alikuwa anafaa tembee alikuwa anafaa awe anatembea akajue, yani awe anajifanyisha kazi awe anajituma yeye mwenyewe mm -hmm. si ati awe anasumbua mm -hmm. watu. Si ati awe slave, si ati awe slave wa mm -hmm. shetani, hapana mm -hmm. shetani alikuwa anamtumia vibaya mm -hmm. tukiendelea hapo 3 tunaona hapo ina tu inaendelea kusema watu hao ili watu hao walikuwa wakimweka huyo mtu kila siku kwenye mlango wa hekalu itwao mlango mzuri, ili aombe chochote kwa wale waliokuwa wakiingia hekaluni. Bwana asifiwe. Watu wanamweleta aombe. Hawa watu walikuwa gizani sana, walikuwa wanaona kuomba ni sehemu ya huyu mtu alizaliwa kuomba, ili hali haikukuwa hivyo. Huyu mtu alizaliwa kuwa tajiri alizaliwa kuwa anajifanyia kazi, alizaliwa kuwa anajiweza mwenyewe. Bwana sifiwe. Alizaliwa kuwa anaweza kumtumikia Mungu, si awe omba omba. Lakini shetani alikuwa amewafunga macho. Shetani mara nyingi anatumianga watu, anatumia, anatumia, yani unaona ni blessing lakini it is a disguise. Anajifanya amekusaidia, kumbe amekuumiza ame times 100. Bwana sifiwe. Amen. Yani, m unaona ni kama mtu amekupatia kitu umepewa shilingi ishirini ama hamsini ili hali ulikuwa unafaa upokee wani milioni. We utasema santi mingi sana kumbe hiyo sio sehemu ya sehemu yako, ilikuwa hiyo yote wani milioni, lakini shetani anakudanganya ti amekusaidia, kumbe amekuibia. Anakudanganya hiyo hiyo shilingi elfu moja hiyo shilingi elfu tano ndio yako, kumbe wewe mshahara wako unafaa ukuwa elfu mia moja Amekufumba macho, unaona tu kama ni kawaida Bwana asifiwe! Kwa hivyo huyu shetani ni very cunning, very cunning. very cunning. anajifanya na kusaidia kumbe ni anakutesa zaidi, anajifanya hayuko <coughs> pale kumbe iko miongoni mwenu pale na amejificha tu akifanya mambo yake, juu mko gizani hamtaelewa. lakini hipo siku Petro na Yohane walipita pale Nitasoma tatu alipowaona, nitasoma tatu alipowaona, Petro na Yohane wakiingia hekaluni, aliwaomba wampe chochote. Huyu mtu tayari alikuwa ameweka matumaini yake kwa wanadamu, kwa maana kama aliona Petro na Yohane alikuwa anataka kusaidiwa, alikuwa anataka kupewa mashilingi, alikuwa anataka kupewa manoti. Huyu mtu hakukuwa na fikira ati afai kukaa vile, hakukuwa na mafikira, mafikira ati anafaa kuwa anatembea Huyu mtu alikuwa amezoea kupewa pesa, alikuwa anaona hiyo ni sehemu yake, alizaliwa kupewa kuomba omba. Bwana asifiwe. Ndipo sasa alipowaona Petro na Yohane wakiingia ikaluni, aliwaomba wampe chochote. You see, anaomba chochote, yani asaidiwe tu, yani anaoneshwa hiyo msaidizi ndio sehemu yake, ilihali huyu mtu alikuwa anafaa kuwa anatembea. Ilikuwa inafaa huyu mtu ndiye awe anasaidia watu wengine, huyo mtu ndiye alikuwa anafaa ingie pale ikaluni, amuombe Mungu anafaa afanye mambo makubwa pale, lakini shetani anamdanganya na kupewa shilingi ishirini, shilingi kumi. Anamuonesha hiyo maisha ndio, e, sawa na yeye hiyo maisha iko kuwa sawa, nipewe shilingi ishirini, ajaniumba, nipewe mshahara ya 15000. Hapana, kuna mshahara ambayo ni yako ambayo imenyakuliwa na shetani. Kuna ndoa ambayo ni yako ambayo imenyakuliwa na huyo muovu. Na nakudanganya ati haka kampango kakando si kabaya, ni kabaya mpendo. Huyo mpango wa kando ni kabaya. Wewe unafaa ukue na ndoa yako, unafaa ukue na familia yako, inafaa ukue unajiwe, unafaa ukue mama wa nyumba, sio mpango wa kando. Bwana asifiwe. Huyo mpango wa kando ni una mpango wa, wa, wa, wa shetani, ni shetani anakuambia si kabaya ilhali ni kabaya. Kuna wako ambaye ni mzuri, kuna wako ule ambao umeumbiwa wewe, kuna ubavu wako mahali lakini shetani anakudanganya, muda wako umeenda sana, chukua haka sika bae. Na mlango ulikuwa mzuri, Bwana asifiwe. <laughs> Mlango mzuri, lakini kuna mambo mabaya. Msichana mrembo mzuri, lakini uko na mpango wa kando. Shuali msichana, umeumbuka umeumbika, uko mrembo, uko na kila kitu, lakini ati we ni mpango wa kando, unaolewa bibi wa kumi, wa tatu, wa nne, na kuna mtu mahali hana hata ubavu woni. Shetani anakuchezea Shetani anakuchezea kwa maana kila mtu yuko na ubavu wake. Bwana Yesu asifiwe. So tunaona huyu jamaa alipoona Petro na Yohane wakiingia hekaluni aliwaomba wampe chochote. Yaani, huyu jamaa alikuwa anataka tu chochote, amewekwa kwa ile hali na yule muovu. Apewe tu chochote, anaweza hana, sema aje, hana, hana, nini. Yaani apewe chochote ana hana, hana tumaini, apewe tu chochote. Apewe tu chochote itamsaidia chochote. Hata ha. Nashindwa kusema. Alipoona Petro na Yohane wakiingia kaluni aliwaomba wampe chochote. Yani, yani ni wale watu wa eni kandu. Nipe tu ile unasikia, unisikia kunipatia shilingi, it kandu. Shilingi kumi it kandu. Ili hali kuna elfu kumi yako mahali ile inafaa upate. Ile inafaa uko umejitafutia hiyo siku. Inafaa uko unaingiza mshahara wa elfu kumi kila siku, elfu ishirini kila siku, lakini shetani anakudanganya na kusaidiwa na 20 bob kusaidiwa na shilingi elfu moja na unasema aki Mungu asante, umenibarikia Pana, hiyo si baraka yako. Baraka yako iko kwa iko kwa elfu hamsini ambayo shetani amechukua ameficha mahali bwana, sijui shetani anaifanyisha kazi na anakupatia kitu ambacho si chako. Huyu mlemavu amepewa ulemavu ambao si yake. Shetani amemnyang'anya mguu. Huyu mtu alikuwa anafaa kuwa anatembea akirukia Mungu akifanyia Mungu kazi akisaidia watu akifanya kazi za Mungu lakini shetani akamwibia mguu Bwana asifiwe. Kuna kitu kwa maisha yako inaweza kuwa shetani aliiba. Inaweza kuwa wewe ujui unaona kama uko sawa na uko sawa. Inaweza kuwa unaona kama mambo tu ni kawaida lakini si kawaida. Shetani amekuiba na kufanyisha kazi. Ameiba hiyo kitu, ameiba huo mguu wako. Ameiba hiyo star yako. Ameiba Ameiba nyota yako. Ameiba kibali yako. Kibali, anafanyisha kazi. Wewe ujui. Wewe ujui. Unaona uko tu sawa. Unaona 15, uko kawaida na 15000. Uko kawaida kwa kuto uko kawaida kwa kutoenda kanisani. Sio kawaida. Kumbe ukienda pale kanisani kuna baraka ambayo unafaa uko unapata, lakini anakuonesha hata kwenda kanisani sio sio lazima. Anakuonesha unaweza omba ukiwa kwa nyumba. Anakudanganya. Shetani ni muongo, ni mlagai, anadanganya watu wa Mungu. Anakuibia na anajifanya unasaidiwa. Anakuibia na anatuma msaidizi akusaidie na ka 50 na ka 1000 ili hata uwezi lipa rent Ha, amekuibia mambo makubwa, amekuibia mambo mengi, amekuibia biashara nyingi. Bwana asifiwe Amen. Amekuibia hata matumaini juu, jamaa ana matumaini kama anaomba chochote na ana, alikuwa anategemea wanadamu, imati mwanadamu asipopita pale inaonekana alikuwa analala nje, kwa maana tumaini lake lote alikuwa amekea wanadamu, alikuwa naamini wakipita hapa ishirini nimeokoka, wakipita hapa kumi nimepata, wakipita hapa tano nimepata kibaba cha unga, wakipita hapa leo nitakula nyama. Bwana sifi. Alikuwa ameweka matumaini wapi? Kwa wanadamu. Hakujua kuna Mungu. Huyu jamaa hakujua kuna Mungu. Kusema ukweli, matumaini yake yote alikuwa kwa wanadamu. Hata akukuwa anaingia kanisani, huyu jamaa alikuwa anaingia kanisani. alikuwa anafika pale kwa mlango mzuri na anakaa hapo. anaona hapo pawe mtosheleza. na alikuwa analetwa na watu wanamweka hapo. kanisani aku aingia kwa hivyo shetani anafanya mambo in disguise. Anafanya ni kama anakusaidia, anaekewa kikombe hapo watu wakipita wamwekea 20 20. Ilhali huyu jamaa alikuwa anafaa kuwa na miguu miwili, alikuwa anafaa kuwa naingia kule ndani. Anamtumikia Mungu kwa njia iliyo sawa sawa. Anaruka huko anaimba, Bwana sifiwe. Lakini shetani alikuwa amemteka nyara. Sema shetani ashindwe. Shetani ashindwe. Chochote ambacho uliteka nyara ukarudishe kwa jina la Yesu. Amen. So tunaona hapo hapo 4 inasema Petro na Yohane walimkodolea macho naye Petro akamwambia tutazame. Petro na Yohane walimkodolea macho naye Petro akamwambia tutazame. Petro na Yohane walimkodolea macho kwa nini? Walishangaa, huyo ni nani anategemea wanadamu? Bwana asifiwe. Huyu ni nani anategemea wanadamu? Anasema tupe chochote. Ajui kuna Mungu. Ndio maana Petro alimkodolea macho, na akamwambia tutazame. Naye akamgeukia hapo faiv nasema, naye akawageukia akitazamia kupata kitu kutoka kwao. Unaona, huyo mtu alikuwa, <laughs> alikuwa na tabia kutegemea wanadamu. Wakati Petro alimwambia tutazame, yeye alikuwa nawatazama hivi na ameweka mkono hivi, mkono alikuwa anaweka hivi, sio kutazama, akikaa hivi alikuwa anaweka mkono hivi. Yes, huyo mtu alikuwa amezoea kusaidiwa na wanadamu Petro na Yohane walipomkodolea macho naye Petro akamwambia tutazame. Naye akawageukia akitazamia kupata kitu kutoka kwao. Mimi mkono ulikuwa hivi sita. Inasema kisha Petro akamwambia, sina fedha wala dhahabu, lakini kile nilicho nacho nitakupa. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tembea. Bwana asifiwe. Huyu mtu Kenya alikuwa amenyang'anywa kwa hiyo muda mrefu, tangu utotoni, tangu kuzaliwa. Hii siku aliambiwa kwa jina la Yesu tembea. Hii siku sio pesa ilimponya. Hii siku hii pesa alikuwa amezea kuokota ma 50 na madhati na mamia na mamia mbili na mia tano hazikumsaidia. Hii siku ilikuwa imefika siku yake ya kusimama na kutembea. Ilikuwa imefika siku yake ya kukombolewa. Bwana asifiwe. Ilikuwa imefika siku Mungu alituma maraika wake kusema enough is enough. Kwa maana shetani alikuwa ametake hekalu nyara. Bwana asifiwe. Ni shetani alikuwa anatawala pale kwa hiyo hekalu. Alikuwa ameconfuse watu sana. Watu hawajui Kenya inaendelea, lakini yeye alikuwa anajua anafanya nini. How come hekaluni mtu anakuja anakaa hapo? Tangu utoto, tangu kuzaliwa. Asubuhi, jioni, mchana yuko hapo. Tena ni kwa mlango wa hekalu. Kwa mlango wake pale direct anawekewa bado, hata watu wa kanisa wakuona kama iko kwa si sawa, walikuwa naona kama ni sawa tu, wanapita pale wanamwekea pesa. Haiku kuwa sawa. Inua mkono sema, Bwana Yesu, nifungue macho yangu ya tatu nikaweze kuona yale sio sawa mbele yangu amen, amen. Kwa maana shetani iko na hiyo tabia, anatufunga macho, anafanya mambo yake, wewe unaona kama ni sawa, lakini sio sawa tena kanisani, hekaluni, anafanya hayo mambo, na ni kila siku, asubuhi, jioni, mchana, huyo mtu yuko pale, anachafua kanisa kabisa, kwa maana akikaa pale, wale wanapita, hata kama wako na shida hawezi ingia ndani, ama mm -hmm, block tayari. Shetani ameblock watu na ameblock wa njia ile, hata yani, amefanya kanisa hata ionekane kama ni kitu kizuri, hekalu ionekane kama ni mahali patakatifu, inaonekana tu ni mahali pa shida mahali pa tabu, mahali mtu hawezi saidiwa, si ni kweli? Na unakumbuka mlango unaitwa aje? Mlango mzuri. Na kuna kitu kizuri pale, omba omba anapatikanaje? Na kwa mlango mzuri, mlemavu, mlango mzuri. Naamini kwa mlango mzuri watu wanafaa kuwa natembea, watu wanafaa kuwa na, wanafanya mambo mazuri, mambo mazuri yanafaa kuwa yanaonekana pale, si ni kweli? Inamaanisha not all that glitters is gold. Mlango ni mzuri lakini vitu mbaya vinapatikana. Unaweza kuwa mwanamke mzuri, lakini ndani yako mambo ni mabaya, unafanya mambo mabaya. Shetani anakutumia, shetani anakutusi. Kupenda kwako ni shetani, iko ndani yako, anakutumia ukatusi mume wako, ukamdharau ukamkejeli. Anakutusi kwa sengenye watu, anakutusi, anakufunza kutusi. Mdosi wako ni yeye, iko ndani anatawala. Bwana asifiwe. Kwa hivyo, mara nyingi shetani iko na tabia kututeka nyara kwa kutenga, yetu, Kwa na, kutushika, kutukamata na kututumia jinsi ya. Usipokuwa na jicho la tatu, utajua utaona ni mambo ni kawaida, lakini mambo si kawaida mpendo. Hapa mlango pazuri ama mlango mzuri, kulikuwa kunafaa kue mambo mazuri yanafanyika, kulikuwa kunafaa kuwe na vitu vizuri vinaendelea, lakini huyu shetani anamleta mlemavu anamweka mlango mzuri kuharibu sura ya hekalu e, kuharibu sura ya kanisa kuharibu sura ya watu wa Mungu, kuonesha watu wa Mungu hata hawawezi fanya chochote. Unajua alikuwa mwadim, inaitwa dim, demote. Yes. Alikuwa amedemote ameshusha watu wa Mungu, alikuwa ameshusha Mungu. Yes. Alikuwa amewaweka chini amewarudisha chini, kuwaonesha nyinyi hata kuna kenye mnaweza fanya, kama huyu mtu anaweza kaa hapo tangu utotoni tangu kuzaliwa, anakaaga hapo hakuna kitu mshaifanya, mnampatia tu mashilingi na ma50 na mamia. Alikuwa ameharibu sana jina ya hekalu la Mungu, alikuwa ameharibu jina ya watumishi wa Mungu. Huyu shetani huyu ni shetani, ndiye alikuwa anafanya kazi, ni yeye alikuwa ametenga huyu mtu tunyana. Bwana Yesu asifiwe! Kwa hivyo leo nataka tukatae kila nia, kila hila na kila nia ya shetani, tusimame kwa miguu yetu. Tunakataa kila nia na kila njia za shetani katika jina la Yesu Kristo. Tunakataa mahifadha mahali popote shetani amekamata baraka zetu ambazo ametunyang'anya. Bwana, tunaamrisha akarudishe mahifadha, kama vile alikuwa wamenyang'anya huyu mlemavu mkuu bwana, na Petro na Yohane wakamwamrisha karudishe, wakasema tembea kwa jina la Yesu, huyu mtu akapata kutembea. Mahifadha leo tunaamrisha, kichochote ambacho kitu linyakuliwa na huyu shetani, kichochote mwovu alichukua, Bwana, tunaamrisha kwa jina la Yesu. Baraka zetu zikarudi, ndoa zetu zikasimame kwa jina la Yesu. Kila mmoja kasimame tena katika jina la Yesu Kristo. My Father, my God, tunakataa kutekwa nyara na huyu mwovu. Tunakataa kutekwa nyara na huyu shetani. Huyu shetani mwovu amekuwa akitulemea kibiashara, amekuwa kikamata akikamata makastomers wetu my Father. Amekuwa kikamata waume wa wetu na wake wetu my Father. Amekuwa kikamata watoto wetu my Father. Akawafanyisha vitu ambavyo wanaona kama ni vitu vya kawaida. Vitu wanaona ni ambavyo wanaona ni My Father, kumbe ni vitu ambavyo ni yeye mwenyewe ametunga my Father. Tunakataa kwa jina la Yesu. Tunakataa vifungo vyote, tunakataa in Jesus mighty name. Shetani hata tawala tena kwa maisha yetu, hatapatikana tena kwa maisha yetu mzuri. My Father, tunakataa in Jesus mighty name, katika jina la Yesu Kristo. Mungu ndiye mkombozi, tenda mema, fungua watu wako my Father, fungua macho yetu ya tatu, fungua my Father tukaweze kuona yale si mazuri mbele yetu, tukaweze kukataa kwa jina la Yesu.